Jana Simba ilipigwa game pale Meja Isamuhyo, Simba akashinda goli mbili bila. Nimekuwekea magoli yake hapa leo, ya nimekuletea highlights hapa ya mechi ya Simba na JKT Tanzania pale Meja Isamuhyo jana, imepigwa game kali sana. Simba alionyesha mechi ya maana sana, mechi ya, ya kuua mtu mechi ya kuua mtu, mechi ya maana sana, nimekuwekea magoli yake hapa. Uangalie mpaka mwisho kabisa, magoli yote mawili ambayo Simba alishinda jana. Goli namba moja likifungwa na Wilson Nangu, Wilson Nangu kwa header, ulikuwa ni set pieces. Lakini goli la pili lilifungwa na mwamba moja anaitwa The Black Lion, AKA anajiita Black Lion, ndio AKA yake. Ameanza kuna fupi elimpanzu bado yuko na mpira, eli aingiza cross sana kwa nafasi anapenda kuweka ya goli ya, za mbele mbele huko Simba kaja kafanya sabu ikaanza kupigwa mechi la maana sana, pila pantevu pila matatuli lipigwa sana hapo hivi jana. Ya, usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili weza kupata matukio tofauti tofauti ya Simba Sports Club ikiwa inacheza ikiwa inaichezi, yani taarifa zote za Simba hapa, ni taarifa zote za Simba yanga za michezo Yaani, uwe mwanangu mwana Simba, we subscribe, zinakuja taarifa zote kabisa hapa za mnyama kali mwekundu mwekundu mwekundu mnyama mwekundu hapo Simba Sports Club ya katika mechi hii. Kitu kilichonifurahisha pia ni mabadiliko ya kocha na mifumo yake, jinsi anavyofanya ya Pantevu kama manager, tutumia neno manager kama alivyosajiliwa manapantv anatumia strategy nyingi sana unajua huyo hapa jamaa aliwasoma kwanza, JKT aliamua kwanza, kipindi cha kwanza kutumia strategy ya kwamba kutumiaya unajua, wako sana kwenye mchezo, wanatumia nguvu nyingi, sasa ukaingiza kwa watu ambao kwanza wanaweza kubatwa kwa ajili ya nguvu amano kangiaga kina knis kina mkwala kina mtale wa kuwakimbiza lakini pia ukiangalia huku pembeni kulikuwa imo kinanio maema kwamba hapo lengo kwanza sio kutafuta magoli, lengo kwanza kwanza ilikuwa ni kuwapiga vyenga kuwakimbiza na kuwalazimisha wafanye faulo nyingi sana, ambazo zinaweza kuselekea kufanya faulo kupata kadi u, au kutoka mchezoni kwa kutumia nguvu nyingi. Lakini kipindi cha pili kocha afanya mabadiliko tuseme, kwanzia katikati pote pale alifanya mabadiliko aliingia la Sane Kante, mtu wa maana kabisa. Lakini pia akamwingia jansha la wa namba kumi baada ya kumtoa niyo maema, huku pembeni akamuingiza mpanzu na Abraham, ambaye alifanya kazi ya maana sana. Lakini pia pale center striker pale forward pale center forward akamweka Jonas Anisso, ambaye kuja kupata goli la pili baada ya kwanza kufungwa na Wilson Nangu. Unaona, kwa hiyo Pantevu alitumia strategy ya kuwasoma kwamba kwa sababu so, ukiangalia okay, jamaa wamecheza mechi nyingi sana, wamecheza bila kufungwa, lakini pia walikuwa hawafungi mechi. Lakini ukiangalia ya JKT wanacheza kama timu, yani wanacheza timu kwa huji.